William Ruto ako na madharao, Ruto ako na madharao. Sasa akina nani walikuwa wanavaa sufuria kwa kichwa sasa hivi ameondoka? Ni akina nani walikuwa wanavaa sufuria kwa kichwa hati sasa hivi wameondoka? We well, William Samoei Ruto, acha madharao my friend, acha madharao. 2027, utafika Sugoi bila kujua. Alafu mi bado nashangaa na wajaluo wenzetu, mabradha zetu masista zetu kutoka Luo Nyanza, bado wanaamini huyu jamaa vile bado, vile anaongea chafu, chafu, chafu, chafu, chafu. Kuna wale ambao bado wanamwamini ati 2027 atasaidia wajaluo. Wapi? anataka asaidiwe ama akusaidie, my friend Ruto, William Ruto anataka usaidizi kutoka kwa Wajaluo, si ati yeye ndiye asaidie Wajaluo. Mnisikize vizuri tena mnielewe, William Samuel Ruto haezi saidia Wajaluo, yeye ndiye anataka usaidizi kutoka kwa Wajaluo. Sasa yeye anategea eh, anategea Wajaluo wamsaidie 2027 My friend Oburo Dinga asha sema ODM party itakuwa na candidate. ODM ni party kubwa bwana, you cannot negotiate for running mate my friend. Eh? You can't negotiate for running mate my friend, kwani tumepeleka akili wapi? Tumepeleka akili wapi? Oni mpati kubwa ati unataka ku negotiate running mate, aye aye aye! vipi nyinyi, ai wajaluo mpo? Wacheni hizo bana, mimi nawaambianga kila siku, huu jamaa hana nia nzuri na wajaluo. Jana anasimama juu ya gari, anasema, alisimama alisimama kwa daya asara sema ati watu wanakuru mlinisaidia eh, ati tukaondoa wale ambao walikuwa wanavaa sufuria kwa kichwa sasa kina nani walikuwa wanavaa sufuria kichwani bwana William Samuel Ruto acha madhara ndogondogo wewe acha madhara ndogo ndogo. hey. 2027, my friend unaenda nyumbani hata hey. kama utashinda kura unaenda home Thank you very much mimi kama uja ni follow ni follow alafu nifuate pale kwa YouTube naitwa Jahome Jahome TV Wendu subscribe huko